Wakati maandamano ya Gen Z wa Tanzania yakiingia katika siku ya tatu hivi leo, hapo jana kulijiri matukio makubwa kadhaa. Uh, makala hii inatupia jicho yaliyojiri jana na panapo majaliwa kesho taleta mrejesho kuhusu yaliyojiri leo. Uh, sasa hapo jana moja ya habari kubwa zilikuwa ni taarifa za kukamatwa kwa wanajeshi wawili wa Uganda ambao, ambapo mmoja alikamatwa jijini Dodoma na mwingine alikamatwa jijini Dar es Salaam. Na kwa mujibu wa taarifa, uh, uh, wanajeshi hao wote wawili walikamatwa na askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania, na kukumbushia tu kwamba askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania wameendelea kufanya kazi nzuri ya kuwalinda Uh, uh, wananchi wanaoandamana, kwa hiyo wameendelea kutekeleza wajibu wao kama jeshi lao. Jeshi la wananchi uh, limetoa ulinzi kwa wananchi wanaoandamana. Hiyo ni tofauti kulinganisha na askari wa jeshi la polisi ambao kwa hakika wamekuwa waki um, wakikandamiza haki uh, za msingi za hao waandamanaji, kwa sababu ikumbukwe, kuandamana ni haki ya msingi uh, porojo zinazoongelewa kwamba hawa watu wanavunja sheria Uh, ni ku, kwa sababu imezoeleka kusigina haki za Watanzania, ikiwa ni pamoja na hii haki ya kuandamana. Hakuna kosa linalofanyika, uh, wanatekeleza wajibu wao na kuchukua hatua zilizo stahili. Kwa hiyo, kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana hapo jana, ni kuwa askari wawili wa Uganda walikamatwa, mmoja ni huko Dodoma na mwingine alikamatwa jijini Da na taarifa hizi zina zinapigia mstari taarifa ambazo ziliwekwa hapa Jasusi TV awali kuhusu hao ujio wa wanajeshi kutoka Uganda ambao kwa mujibu wa taarifa walikuwa wameletwa kwa wito wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa mamlaka za huko nchini Uganda. Kwa hiyo hizo ni taarifa zilizopatikana. Kadhalika, baadhi ya askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania wameeleza kwamba wanafahamu kuhusu uwepo wa wanajeshi kutoka Uganda lakini taarifa nyingine zinadai kwamba kuna wanajeshi zaidi sio tu kutoka Uganda. Kuna wengine kutoka baadhi ya nchi jirani. A, kadri tunavyoendelea kuripoti na zikipatikana taarifa na uthibitisho JasusiTV itawaletea hapa. A, tukio jingine hapo jana lilikuwa la kusikitisha, na hili limehusu genge la watu ambao wamevalia sare nyeusi, huku wameficha nyuso zao. Uh, awali genge hili lilidaiwa kuwa ni wale wanaoitwa watu wasiojulikana. Ikadhaniwa kwamba watu wasiojulikana wametoka mafichoni na kuingia mtaani na kumwaga risasi ovyo, kwa sababu hawa jamaa wamekuwa wakipiga risasi ovyo na kudhuru watu. Um, kwa hiyo mwanzoni ilidhaniwa kwamba ni watu wasiojulikana wameingia mtaani. Hata hivyo baadaye taarifa zikaja kueleza kwamba hawa jamaa ni hao askari kutoka nje ya nchi, aidha kutoka Uganda au kutoka nchi nyingine, kwa sababu baadhi ya watu wamedai kuwa hata lugha wanayotumia sio Kiswahili. Kwa hiyo inaashiria kuwa ni watu kutoka nje. Na kwa hakika, kwa mujibu wa maelezo, jinsi wanavyopiga risasi ni watu ambao hawana uchungu na Watanzania. Lakini japo wanachofanya ni kibaya, ukweli unabaki kwamba watu walioshiriki kuwapa amri au ruhusa ya kuwapiga risasi wa Tanzania kwa hakika watu wao hawawezi kukwepa hukumu huko mbele tunakoelekea, kwa sababu haya yanayofanyika ni kinyume na taratibu za, kish, za kitaifa na kimataifa. Na bila shaka, panapo majali huko mbele ya safari haki itatendeka kwa vijana wote ambao aidha wamejeruhiwa au kupoteza uhai wakati wanaipigania nchi yao. Kwa hiyo hili ni moja kuhusu hao uh, askari uh, hao ilo genge la watu ambao wamevaa sare nyeusi na wameficha nyuso zao na ifahamike tu kwamba jeshi katika majeshi ya Tanzania, kuanzia jeshi la wananchi, jeshi la polisi, jeshi la magereza, idara ya uhamiaji na zimamoto, hakuna sare nyeusi. Kwa hiyo hawa ni wahuni waliovalishwa hayo uh, magwanda meusi na wanafanya uharibifu mkubwa huko mtaani, ikiwa ni pamoja na kumwaga risasi dhidi ya waandamanaji. Changamoto imekuwa ni kwamba ujio wa askari wa jeshi la wananchi umekuwa ni wa kuchelewa kwa sababu hata jana nilipewa taarifa na mtu mmoja huko Instagram, naambia kaka, naomba utangaze kuhusu uh, watu wa jeshi la wananchi waje huku mitaa ya Sinza, kwa sababu watu wenye magwanda meusi wanamwaga risasi ovyo. Kwa hiyo baadaye kweli askari wa jeshi la wananchi walifika, lakini walikuwa wamechelewa. Na pia ikifika nyakati za jioni wanarudi makambini hawa askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania, na hawa wenye magwanda meusi ndio inaonekana wanatumia hiyo fursa kati ya muda ambao askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania wanakwenda kambini na muda ambao wanarudi mtaani, wao ndio wanatumia muda huo kufanya a. Kwa hiyo madhara makubwa yanatokea zaidi wakati wa usiku pengine kuliko mchana, kwa sababu mchana waandamanaji wanakuwa uh, wanalindwa na hawa askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo ni moja yaliyojiri ya, ya hapo jana. Jingine uh, taarifa zilipatikana kutoka bunge la Ulaya ambazo zimeeleza kuwa halijaridhishwa na mwenendo wa uchaguzi, kwamba uchaguzi ulikuwa na uh, kila aina ya kasoro, na wametamka wame, wame bayana kwamba uchaguzi haukuwa huru na haki. Kwa hiyo ni uchaguzi feki, na kila mtu ambaye amekuwa akifuatilia ameona kilichotokea; hakukuwa na uchaguzi bali uchafuzi. Lakini hata hivyo hiyo haijawazuia wao kuendelea kujitangaza, na si jambo la kushangaza endapo watahitimisha kwamba uchaguzi wao ulifanyika kihalali na kila kitu. Haya yamekuwa kitokea huko nyuma na haya ni moja ya sababu yaliyopelekea hawa vijana wa Gen Z kwenda mtaani kwa sababu hizi sheria na taratibu na kanuni za uchaguzi zimekuwa zikifanyiwa mzaha na matokeo yake ni kama haya. Kwa hiyo hizo ni taarifa zilizojiri hapo jana. Jingine ambalo lilionekana kugusa hisia za watu wengi ni clip iliyosambaa. Klip hii inadaiwa kuwa ni ya mkuu wa majeshi ya Tanzania Jenerali Jacob Mkunda. Mimi binafsi baada ya kuiona hiyo klip, nilipatwa na shaka kidogo kwa sababu kulikuwa na vitu kadhaa ambavyo havikuwa havikuwa sahihi, yani havikuwa sawa. Na kwenye intelijensia unapokiona kitu wa, kuna moja ya vitu ambavyo najitahidi kuvitafuta ni vile ambavyo vipo lakini havionekani au kama mtu anaongea anasema maneno lakini hayasikiki. Kwa hiyo haya ni mambo muhimu kuyapata, kwa sababu mara nyingi inakuwa imebeba ujumbe mzito zaidi wa yale yanayosikika au yanaonekana. Kwa hiyo katika kuchunguza, uchunguzi wangu wa awali nilitilia shaka kuhusiana na ile video aa, nikataka kujiridhisha, nikatumia nyenzo tatu za akili mnemba kujiridhisha, ambazo nyenzo za kitu wanaita Um, body language, yani kama lugha ya mwili. Mwili unapoongea unakama uno, unatoa lugha fulani. Kuna lugha yani kwamba unaweza kutafsiri huyu mtu labda ana hasira, huyu mtu anaongea labda ana jazba, au mtu kashinikizwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, zile nyenzo tatu zote zilikuja na majibu yanayofanana kwamba kwa mujibu wa hii video inaonekana huyu mtu anaongea under duress. Kuwa under duress ni kama vile mtu ameshinikizwa au amewekewa bunduki nyuma au namna fulani. Pia mwanga ule wa ile eneo la hotuba ilivyokuwa natolewa ulikuwa na uh, ashiria kana kwamba kuna mapungufu fulani um, yaani sio ofisi ya mkuu wa majeshi kuwa na vitu hivyo. Kwa hiyo kitaalamu ilionyesha kwamba ile video ina walakini. Sasa mimi baada ya kupata hiyo nikatengeneza video na nilikuwa najiandaa kuipost hapa, lakini wakati najiandaa kuipost nimeshaitengeneza video na nisha i publish kwa hiyo tayari kwa YouTube nikawa sasa naiangalia ile video ah, ghafla nikaona mbona huyu mtu maneno anayoongea huyu jenerali Mkunda yanapishana, yaani ile ile uh, lips zile zinavyoongea tofauti na yale maneno yanayotoka ah, ikasema, hapa hapana, inabidi nifanye tena jitihada ku, itafiti, ya kuitathmini hii video. Kwa hiyo nikaenda kuchunguza tena ile video na katika uchunguzi wa pili uliofanyika, um, inaashiria kwamba ile video kama imechezewa, uh, kuna akili mnemba imetumika, ile ka, sauti ile, ile voice ni ya Jenerali Mkunda mwenyewe lakini maneno kama anasema ni yeye, hilo lina iliko questionable kwa sababu inawezekana mtu akaichukua sauti yangu akaichezea na akili mnemba, nikasema maneno ambayo sijayasema. Nadhani huko nyuma ulishawahi kuelezea kuhusiana na masuala ya akili mnemba. Kuna apps mbalimbali ambazo unaweza kuingiza sauti ya mtu halafu yule mtu akaishia kuwa anasema maneno tofauti. Kwa hiyo kuna hilo. Kwa hiyo katika utafiti, uchunguzi wa kutumia hizo nyenzo nyingine za akili mnemba zinatilia shaka. Kwa nini hili ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu inawezekana kabisa kwamba Jenerali Mkunda aidha ameongea yale maneno kwa kushinikizwa, under duress, au wamefanya uhuni wa kutengeneza ile video yaonekane yeye ya anasema vile, kwa pengine kuwavunja morali wanajeshi ambao wanafahamika kuwa wanatoa sapoti kwa wananchi, kwa sababu it doesn't make any sense kama Jenerali Mkunda anaamini kwamba wale waandamanaji ni wahalifu kama hiyo video inavyosema, kwa nini sasa waambie wanajeshi wake wawalinde hao walifu? ha make sense. Um, na taarifa za awali zilikuwa zinasema kwamba msimamo wa Jenerali Mkunda kwa wanajeshi wake kuwataka wawalinde waandamanaji ulimweka kwenye coalition cause na watawala utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu matarajio yao ilikuwa ni kwamba awaamuru wanajeshi waingie mtaani, wakiingia mtaani waanze kumwaga risasi kama wanafanya polisi, lakini wanajeshi wamekuwa wakiwalinda na uthibitisho umepatikana kupitia vyanzo mbalimbali, wanajeshi wakisema sisi tupo na wananchi. Kwa hiyo, kama walikuwa wanapewa amri ya kwenda ku uh, wadhuru wananchi, wasingeweza kusimama na wananchi. Kwa hiyo hii video inatilia shaka, lakini pengine sio kitu cha muhimu sana akipi, akistahili kupewa uzito sana, na hii haiondoi ukweli kwamba Jenerali Mkunda mwenyewe anatuhumiwa mambo ya ufisadi, lakini pia kama angekuwa anatekeleza wajibu wake mzuri, nchi isingefikia hapa, kwa sababu jeshi litakiwa lichukue hatua huko nyuma kuhakikisha haya mambo ya utekaji, ubakaji, ulawiti na mauaji holela yanasitishwa, yanakomeshwa. Uh, Je, wewe una maoni gani kuhusiana haya? Basi karibu toa maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaheri.